Na kusalimu mpenzi mtazamaji wa kipindi kizuri cha Kivulini, karibu sana katika wasaa huu wa pekee ambao tunapata nafasi ya kutazama idara mbalimbali mbali ndani ya Union Mission ya kusini mwa Tanzania, namna ambavyo zinafanya kazi, lakini pia namna ambavyo zinaigusa jamii katika swala zima la kuendeleza kazi ya utume. Naitwa Spora Mseli Mlontalima, ninakualika uwe pamoja nami kuanzia mwanzo hadi mwisho. Na siku ya leo ninaye mkurugenzi wa idara ya huduma za uchapishaji ah, Mchungaji John Robi Nyaibago mm -hmm, ambaye tumekuwa naye hapa kwa majuma matatu na hili ni juma la nne ah, tukiangalia kwa undani kabisa ah, ndani ya ah, huduma idara hii ya huduma za uchapishaji. Karibu sana mchungaji. Asante sana. Hongera kwa majukumu. Mungu ni mwema. mm -hmm. Tunashukuru anaendelea kutupigania. Amina. mm -hmm. Tam, kabla ya kuanza, ninakualika mtazamaji ujumuike nasi katika ombi, ndipo tutakwenda kutazama leo mchungaji ametuandalia nini. Tuombe. Baba yetu mwema, tunakushukuru sana kwa sababu umekuwa pamoja nasi, umetuongoza katika mfululizo wa majuma matatu. Katika majuma hayo tumesikia mambo mengi kuhusu idara hii ya uchapishaji na tumeona namna ambavyo unaendelea kuwatumia watumishi wako katika kuimaliza kazi kupitia machapisho Bwana, katika siku ya leo tena tunahitaji kusikia mambo mengine mazuri kwa ajili ya kuendelea kuboresha utumishi, lakini pia kuifahamu zaidi idara hii inavyofanya kazi. Tunakusii uweze kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo na hata mwisho, tukaliinue jina lako. Tunaomba na kushukuru kupitia jina la mwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Karibu pastor. Asante sana mm-hmm, tuna nianze kwa kumshukuru Mungu tena mm tupatia hii fursa nyingine ya kuonana Amina. na kutana katika kipindi hiki kizuri sana mm, ambacho kimetupatia fursa ya kuangalia idara ya huduma za uchapishaji katika Union Mission ya Kusini mwa Tanzania mm. Amen. Kama unakumbuka, ndugu mtangazaji, mm. tumekuwa na mtiririko wa kueleza idara, mianzo yake mm. na umuhimu wake na utendaji wake katika kanisa mm. la Waadventista wa Sabato. A mm -hmm. Idara hii inatoa machapisho ya aina nyingi mm -hmm. Kweli tuna ee, machapisho takribani ya aina nne, machapisho yanayoenda kuelimisha watu juu ya afya mm -hmm. afya mm -hmm. Ee, tuna shuhuda nyingi za wale wanaofikiwa na ujumbe huu ee, ambao wanapopata ujumbe huu wanaposoma wanabadili mtindo mm. wa maisha, na ule mtindo wa maisha unapobadili unawapa nafasi ya kuboresha afya zao mm -hmm. E, hata sisi wenyewe tulio hapa ni ni mm -hmm. shuhuda. yes, mashahidi wazuri. Kupitia katika vitabu vimetuongoza mm -hmm. katika ku, ku, kurekebisha mitindo fulani ya maisha mm -hmm. na inatusaidia kuishi kwa afya njema. Kwa hiyo hiyo ni mfanikio mojawapo mm -hmm. ambao naliona kupitia katika idara hii na nasi tu hapa Uh, ulimwengu mzima mm. watu wanashuhudia vitabu vyetu ambavyo vimevuviwa na na ujumbe mzuri wa afya mm -hmm. unabariki sana watu, ni kweli. na nataka kumpa nafasi, naona toa ushuhuda bila shaka kwa <laughs> kweli mchungaji, na mimi hata mtazamaji anayetufuatilia hivi sasa akiangalia, mimi nakumbuka baadhi ya vitabu mm. vi ambavyo kwa kweli vimekuwa msaada, zile tiba za vyakula <laughs> E, watu wengi wametoa wame shuhuda yes, ambavyo vimeendelea kuwa na, na uzuri ni kwamba watu wanachukua kama machapisho kwa kuboresha mfumo um, wao labda pengine wa ulaji yes, lakini wanavyoendelea kadri wanavyozidi kwenda mbele huko ndani wanakutana pia na ujumbe wa neno la Mungu. Yeah. Amen. Yeah, basi hayo ni, ni sehemu ya mafanikio mm -hmm. ambayo tunayaona. Hii ni huduma huduma hii mm -hmm tofauti huenda na huduma zingine zote, inamfikia mtu mahali alipo. mm -hmm. Eh, tuna visa vingi ambavyo tumeviandika kwenye vitabu vyetu vya shuhuda. mm -hmm. kama siku moja tukipata tu nafasi ya shuhuda, huenda tukatoa tu shuhuda. mm -hmm. lakini moja ni zile ambazo, hivi karibuni nilikuwa kwenye mikutano, mm -hmm. na waingilisi wakitoa shuhuda. mm -hmm. Moja walimfikia mama mmoja ambaye alikuwa amekata tamaa sana. mm -hmm. Mama aliyekuwa amekata tamaa na, kwa sababu amekata tamaa, kwa sababu pengine alitelekezwa na mume wake. mm. na akaachwa mahali fulani. Sasa alikuwa amefikia kiwango ambacho haoni maana ya kuishi mm -hmm. na haoni kabisa maana ya kuishi, na akawa ameamua kwamba labda njia pekee ni kujiondoa maisha, yani maisha yake ikundokini, yani mm -hmm. kwa lugha fupi, kujinyonga. mm -hmm. Lakini kwa neema ya Mungu kupitia huduma hii mm -hmm. akafikiwa na wainjilisi wetu mm. Walipomfikia bahati nzuri, baadhi ya waumini tunapotoa wito huo, baadhi ya waumini huwa wanatoa vita wana, wana, tuseme wanachangia ndio. mm. inaweza kueleweka mm -hmm. ya kusapoti manunuzi ya vitabu vile vya kugawa vile vinavyogawiwa. Unafikia nyumba ya mtu, kweli ana hamu ya kupata kitabu. Mm. Lakini hana ana namna ya kupata kitabu, yani hana hela ya kununulia. Mm. Ana kitabu kinanunuliwa kwa fedha. Naam. Basi wakamgawa kitabu kimoja kinaitwa Jipatie Amani Moyoni. Mm -hmm. Kitabu kizuri sana. Sasa alipokipata ile mama anashuhudia, alipokipata tu aliona kama wamelenga shida yake, maana mm -hmm. alikuwa amekosa amani mm -hmm. alipokisoma kile kitabu, alipoanza kukisoma, akabadili mtazamo, mawazo mm -hmm. yake akabadilika. mm -hmm. na akachukua maamuzi, kumbe kumbe unaweza ukaterekezwa lakini Mungu aterekezi. Amen. Akaamua kumtafuta huyu Mungu ambayo alisoma ali, ali, ali habari zake kupitia kwa mwinjilisti mm -hmm. na yani, wiki mbili tu zilizopita mm -hmm. Alibatizwa. Amen. Akaingia katika kanisa na nimshiriki na mambo yameenda hayo. Amen, ndio mafanikio sisi ambayo tunayaona mm -hmm. Eh, kwa uchache ambayo Mungu anatupatia kupitia huduma hii mm -hmm. lakini tukiangalia vizuri mm -hmm. Mungu pia ametupigania sana katika idara ya uchapishaji. uh, miaka mitano iliyopita mm. uh, jeshi letu lilikuwa na wainjilisti takriban mm, elfu moja na mia nne mm hivi mm-hmm. eh, eh, lakini tulipoanzisha hizi program mm. especially hizi programs za recruit vijana kutoka makanisani mm. eh, na kutoka vioni mm namba imeongezeka. Kwa kweli tuna jeshi kubwa la wainjilisi wanaosambaza vitabu mm -hmm. Na hata tukiangalia idadi ya wainjilisi wameongezeka, wana, wana ni kama elfu moja na mia karibu karibia elfu moja na mia saba kwa idadi mm -hmm. kiangalia kwa sasa mm -hmm. walioko kazini, lakini pia tunamshukuru Mungu hata mauzo yetu ya vitabu yameongezeka ya yaliongezeka mm -hmm. ya miaka mm hii -hmm. mitano iliyopita mm -hmm. tulikuwa tuna mauzo ya ile tunasema bilioni mbili mm -hmm. na kitu bilioni mbili mm -hmm. hivi, lakini sasa hivi, kwa mfano, ripoti ya mwaka jana utashangaa, mm -hmm. tumefikia mauzo ya bilioni bilioni nne kwa nne bilioni hiyo yamedabo kupitia idara hii ya yes. uchapishaji na sasa ujue pia mm -hmm. inapokuwa imedabo mm -hmm. Labda nikupe kitu kingine ambacho nakiona mm -hmm. katika idara ya uchapishaji. Unajua, ni katika idara ya uchapishaji ambapo, mm. pia tunaona utendaji wa Mungu pia ukifanya kazi mm. mm. Lakini hata hata yale hata, hata, hata, hata, hata, hata, hata mapato yanayotokana ambayo wainjilisti wanapofanya kazi mm -hmm. wanarudisha zaka na sadaka na sadaka. Mm. Na yaliongezeka katika mm. eh, yaliongeza idadi kwa huko takwimu za uwakili pia huko napo kuna kwaona huko nako kunaongezeka. mhm mm Yani kwa lugha nyingine unaongeza pia uaminifu kwa upande ule amen, wewe kwa upande wa mapato ya zaka. Sasa mm hayo -hmm, ni mafanikio mm -hmm, ambayo tunayo yapo, kwa sababu the, the more you sell mhm mm the more you get mm -hmm. Yani kwa kadri unavyouza ndivyo ambavyo unavyopata. mm -hmm. Na wainjilisti wa vitabu kama watenda kazi wengine wote pia wana zaka yao inakata moja kwa moja Kweo. Lakini kuna kitu tofauti mm -hmm. kabisa katia, katika makundi ya wainjilisti mm -hmm. ambayo nimeona mwinjilisti wa vitabu yeye hukatwa zaka mm -hmm. kabla hata ya kuuza kitabu. Yaani akisha chukua kile kitabu kwana, ukiuza mm -hmm. ile kamisheni yake ambayo Mungu atampatia kupitia mm -hmm. katika katika yale mauzo anakatwa zaka tayari hajauza ni tendo <laughs> la, imani. la imani. Na unaona kabisa ya kwamba mm -hmm. siku zote Mungu anabariki hilo mm -hmm. tendo. Kwa hiyo ni moja ya mambo ambayo nayona yeah, kama mafanikio, lakini pia kubwa mm -hmm. tupitie katika programu zetu hasa za wale waingilisi wa vitabu wa, wa think big mm -hmm. ile programu ambayo tumeifanya sasa, nafikiri officially mm -hmm. huu ni mwaka wa tatu no, tangu tuianze katika union yetu mm -hmm. tumeshuhudia pia kizaa vijana mm -hmm ambao wamejiunga na kazi hii mm. ambao kupitia katika kazi hii wamepata scholarship. Mm -hmm. wameenda shule, wameenda masomo katika masomo ya, ya juu mm -hmm. vyo vyetu vyo vya kanisa na hata ni vyo vya serikali wanalipiwa Wa... ada, yes, wamepewa ile, ile tunaita scholarship bonus mm -hmm. sawa sawa na... mm -hmm. wale watu waliofanikiwa mm -hmm. wameingia pale, nilikuwa naangalia takwimu mm -hmm. kwa miaka hii mitatu mm -hmm. sio chini ya vijana stini ambao wamefanikiwa kuingia katika hii program ya yeah, scholarship. Yeah, scholarship na ambao Mefana pia mw. wengi wao wengine wameenda masomoni na wanaendelea kufanya vizuri, hiyo nayo ni jambo kubwa ambalo naliona mm -hmm. lakini licha tu ya hapo mm -hmm. moja ya mafanikio mengine tumepata vijana pia ambao wameenda kwenye uchungaji pitia katika kukutia programu hizi. Yes. Baada wa... ya kumaliza zile programu za za muda mfupi, yes, wamekuwa na wito kusome wa kusomea uchungaji. Licha tu ya kusoma, wa... mm. yaani zile programu mm. zimewaandaa. Sasa hivi wako baadhi ya vijana ambao wamechukuliwa moja kwa moja. Maana mm. ile yenyewe ni mm. training. Kumbuka tu kama mm. tulivyo tulivyokuwa wa... tunaangalia mm. eh tu... wa... ile, ile seminari ni ya kichungaji. Naam. Mm. Ni kama ni ya kichungaji kabisa. Mm. Inawaandaa namna ya kuhudumia roho za watu, mm. namna ya kuhudumia washiriki. Mm -hmm. Kwa hiyo Uh, wa, wengine we wamechukuliwa moja kwa moja wameenda katika kazi ya uchungaji, wataendelea mm. na masomo mengine ya kichungaji huko, lakini tayari ni wachungaji mm. hii nayo tunaiona ni moja ya mafanikio makubwa ambayo Mungu ametupatia mm. kupitia katika programu hii. Naam, yako na mengine mm -hmm. kwa uchache naweza nikasema programu ya kazi ya uingilisho wa vitabu mm. imebariki watu wengi, lakini pia upande wa kitabu cha cha utume ambacho tunashirikisha washiriki wote e, kwa miaka hii a, tumekuwa na ugawaji wa kitabu cha Pambano Kuu mm -hmm. e, kitabu cha Pambano Kuu mm -hmm. na chenyewe tumeona kwa mkono wa kupitia katika washiriki wa wetu mm -hmm. ambao kila mmoja anahusika katika kusambaza. Tunamshukuru Mungu ya kwamba tunaendelea kusambaza kwa kiwango kikubwa tangu tumeanza na kumekuwa na badiliko kwa kipindi cha mwaka uliopita na pengine na miaka miwili sasa, maana kama kimekuwa kwa mfululizo ya, ni kweli mm -hmm. kwa ni, ni, kwamba nilikuwa nitaje hiyo kwenye changamoto lakini mm -hmm. kwa upande wa uh, wetu wa Union ya kusini mwa Tanzania mm -hmm. at least tumefanikiwa kuchapisha vitabu sio chini ya ya themanini mm -hmm. elfu nakala, yaani kopi mm -hmm. na katika nakala hizo utafurahi pia kusikia kwamba tumesambaza uh, vitabu sasa Um, sina takwimu ya current kabisa mm. ambayo naweza nikaisema mm -hmm. lakini at, at least katika hizo kopi nakala uh, themanini ambazo zinaonekana kuchapishwa mm -hmm. tayari tumesha sambaza at least uh, nakala hamsini au ah, kitu ambacho mb... eh, tunamshukuru Mungu. Mungu ametenda, si rahisi kivile sana <laughs> lakini tumeona mkono wa Mungu pia ukifanya kazi katika eneo hili la kushirikisha washiriki wote mm -hmm. Licha tu ya kile kitabu cha pambano kuu mm -hmm. Washiriki wamekuwa na mwamko mkubwa sana pia katika ugawaji wa vitabu katika maeneo mm -hmm. yao yeah, na hii inaongeza uh, kufikia roho nyingi kupitia katika machapisho yetu mm -hmm. E, utasikia ukiingia katika ile usikia kila siku kilio, jamani, vitabu vitabu vitabu vitabu mm havijafika -hmm. Huku mm hiyo -hmm. Ni, ni, ni hamasa kwamba watu wako hey. wana mwamko mm -hmm. na pengine hata tumeshaona katika mikutano mbalimbali ya makambi. E, hata majuma fulani maalumu watu wanaamua kutumia huduma uh, hii ya machapisho kama sehemu ya kwenda kugusa wengi kabisa. tunamshukuru Mungu kwa hilo mm, amina, amina. basi kwa uchache kulingana na muda tulio nao naweza nikasema, lakini mm -hmm. pamoja na hayo sasa mm -hmm. e, hii kazi ni pambano. kama tujaenda kwenye changamoto yes, kabla tujaenda kwenye changamoto, kwanza mimi nikupongeze Pasta, niwapongeze kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya na tunaona mwitikio unavyoendelea kuwa mkubwa yeah. kwa jamii inayotuzunguka uh, ukiangalia hata sisi hapa katika makao makuu tumekuwa tunapewa wito kwamba, mm -hmm. ikifika wakati wa kugawa vitabu hasa cha pambano kuu, kila mtu anaambiwa ahusike. Hiyo yote inaonyesha kwamba tu ni mwitikio umezidi kuwa mkubwa. mm -hmm. ninatamani kuona katika mafanikio hayo mnahusianaje um, na idara zingine? yes. mm -hmm. Uh, kama tulivyokuwa tumeeleza katika vipindi vilivyotangulia, mm. Uh, idara ya uchapishaji ni kiungo. mm. Na tunashirikiana na idara zingine. mm -hmm. Kwa mfano utakumbuka tuna idara, idara zote zinahusika, moja mmoja anayeweza kuisema. mm -hmm. Kwa mfano tuna idara ya vijana ambao mm -hmm. unakumbuka katika makambi yao kadhaa mm -hmm wamekuwa wakienda waki kwenye zile nani zao wanatumia nafasi katika kusambaza vitabu mm. lakini pia unakumbuka idara ya, wa, ya, wa, ya, wa, ya, ya watoto ano, idara ya wana wa kike mm -hmm. si kama nitaipatia vizuri. Mm -hmm. wana wa idara ya huduma za wanawake ndani ya kanisa mm. mwaka fulani, mwaka, kama sio mwaka juzi walikuwa kule Mtwara mm -hmm. walitumia hii fursa vizuri sana kusambaza kitabu cha mm cha malezi ya watoto na, mm. na, na, na, na wamefanya sehemu yao. mm -hmm. kila mm -hmm. kwa hiyo tunashirikiana, kwa kifupi tunashirikiana na idara zote, na mwito uliopo kwa mfano ni kwamba kama tukiwa na mikutano iwe mm -hmm. ni ya kiidara mahali popote, eh, moja ya kile kile tunachokifanya katika mikutano hiyo ni kuhakikisha tuna tunasambaza vitabu. mm -hmm. lakini pia tunashirikiana na idara ya shule ya Sabato. Mm. Sabato zote za wageni tulikubaliana, ya kwamba zinapokuwepo Sabato zote za wageni. Mm. za wageni tunatoa zawadi kupitia kwa vitabu na wanafanya hivi mm, sehemu kubwa mm -hmm. kwa hiyo huu ni ushirikiano mm -hmm. kubwa ambao tunaupata lakini pia idara ya mawasiliano, <laughs> tunashirikiana hata sasa, sio naona ni tunashirikiana kama sio idara ya mawasiliano kufikisha habari <laughs> na matukio na mambo mbalimbali, matangazo ya yanayohusiana na idara yetu. mm -hmm. Tusinge ilikuwa tumefikia hapa, hapana. Ina nguvu kuwafanya wengine wafahamu kile mnachokifanya. yes, yes, inaongeza yes, hamasa. mm. Pengine uh, pasa sasa ninaamini kwamba pamoja na mafanikio yote hayo, changamoto hazikosekani. Yeah. Ni changamoto zipi ambazo? Basi hilo ndilo ambalo nilikuwa nimeanza hapo awali mm -hmm. kwamba pamoja na mafanikio ambayo tunayapata mm -hmm. lakini bado tuko katika ile tunaita pambano kuu mm -hmm. kwamba uwezi ukawa unajua kwenye kazi hii ya, ya injili mm -hmm. ni, ni pambano kati ya Kristo <laughs> na nani? <shetani. laughs> na shetani sasa mm -hmm. katika hilo Uh, kuna mpando fulani mm -hmm. ambao unafika mahali fulani, unaona kwamba kwa kweli hapa tunahitaji neema ya Mungu, na nafikiri pia Mungu aliacha iwe hivyo kwa sababu mm -hmm. pia tungali duniani na tukifika mahali ambapo kila kitu sasa kimekuwa ni mteremko au ni mazuri tu, basi mm -hmm. pengine pambano litakuwa limeisha <laughs> lakini bado tuko kwenye pambano, kwa hiyo kwa sababu hiyo mm -hmm. bado tuna changamoto kadhaa ambazo tunakabiliana nazo kama idara mm -hmm. na moja ya kubwa ambayo tunaiona mm -hmm. kwa sababu ya uhitaji mkubwa wa vitabu mm -hmm. kama unavyoona sasa, tunajikuta kwamba uwezo wetu wa ku, au mtaji wetu wa kuchapisha vitabu mm -hmm. unapungua. Kwa hitaji ni kubwa sio mkubwa e, mm. Kwa hiyo sasa e, tunaporudi kwenye nyumba zetu za uchapishaji especially e, nyumba yetu ya ufunuo mm. Unakuta kwamba hatuwezi kuwa na nguvu kubwa mm -hmm. Kwa sababu ya mtaji mdogo wa kuchapisha vitabu mm -hmm. Sasa matokeo yake Mm-hmm. Basi tunakosa baadhi ya nakala ambazo ni za muhimu kwa wakati mm hiyo -hmm. ni challenge mojawapo ambayo tunaiona ikifesi iki, au kiwepo iki, iki, iki katika kazi hii ya huduma mm -hmm. za uchapishaji mm -hmm, lakini pia katika watendaji bado tunaona kuna baadhi ya ambao sio kuna kulaki commitment tunaita, mm -hmm. e, yani, kwa kikamilifu e, kika mwingilisi anahamasika, mm -hmm. anapata wito, anasajiliwa mm -hmm. mm -hmm. lakini sasa kwenye kazi halisi wanajikuta anakuwa legelege. e, mm -hmm. <laughs> Sasa ni mwanajeshi legelege. Kwa hiyo sasa mnabaki tena kurudi, jamani, sasa vipi? Sasa kuhamasisha sasa. Hiyo ni moja ya changamoto ambayo, uh, unajua ile ni self tunaita, ni, ni, ni kazi ya kujitolea mm. Sakati ya kujitolea inataka kweli hasa mtu kumpenda Mungu sana, alafu akubali kujituma. Ni kitu ambacho kinaanzia moyoni, ni moyoni mm -hmm. Sio shuruti mm -hmm. kwamba usipofika kazini unakata mshahara sio na nini <laughs> <laughs> na basta, muda wetu sio rafiki sana, pengine tunatamani sasa Uh, fahamu kwamba baada ya yote hayo mmeona, mm. mafanikio hayo, umekutana na changamoto hizo, najua metusaijia chache, zipo nyingi yes. Uh, lakini kuna yale ambayo mnayatazamia ya yeah, idara yetu ya huduma za uchapishaji, mm -hmm. bado tunayo malengo matazamio, kwamba Mungu akitusaidia moja katika mm -hmm. nyanja zile ile mihimili mitatu tuliyoiona mm -hmm. Mm-hmm. ambayo ni mafiga matatu mm-hmm. yanahitaji uboreshaji. Yeah. Moja tulianzia pale katika nyumba yetu ya uchapishaji mm-hmm. kama tulivyoona mpango mm-hmm. um, uliopo na ambao tunautegemea siku za hivi karibuni ukifanikiwa mm-hmm. ututoe, ni ujenzi mm-hmm. wa nyumba ya uchapishaji mm-hmm. ambayo ni sisi yetu wote mm-hmm. na hicho hiyo ni moja ya kitu kikubwa ambacho idara inahamasisha mm-hmm. kwa kipindi hiki cha miaka hii tuweze kuwa na nyumba mpya ya, ya uchapishaji ilicho hmm. hmm. tu ya majengo mazuri lakini tuwe na mashine za kisasa. huo hmm. ni mpango ambao hmm. tunao na tunauombea, hmm. na umeanza kufanya kazi. naamini kwamba tukianza na Mungu hmm. tutamaliza naye kwa ushindi. kwa hiyo hmm. tuendelee kuombea, lakini pia katika eneo letu la la usambazaji hmm. eh, tunamwomba tuna sana Mungu atusaidie. hmm. E, tuweze kufikia viwango vile ambavyo vinatazamiwa mm -hmm. kwa maana ya kuwa na maduka au senta au senta nzuri za, za usambazaji mm -hmm. ila tunasema kwamba tunaposema ABC Adventist Book Center mm -hmm. ziwe ni senta za, za mvuto mm -hmm. ambazo zimejengwa vizuri e, pale wateja waje tu e, yes. E, ukifika kwenye eneo hilo kute mm -hmm. vitu vinavyohitajika vinavyo pale mm -hmm. tunamshukuru Mungu tume. Kufanikiwa kwa kiwango fulani mm -hmm. lakini tunahitaji kuboresha zaidi mm -hmm. ni moja ya mkakati angalau katika miji yetu senta mm -hmm. zetu za mahali tunachukulia vitabu iwe, mm -hmm. ni ofisi eh, ambayo ukifika kwa kweli mtu yeyote anaweza kuingia pale mm -hmm. akajipatia huduma. hicho ni moja ya kitu ambacho tunakitazamia mm -hmm. lakini pia tunaendelea kuwatia wainjilisti wa vitabu moyo mm -hmm. eh, bado hiyo ni ni plani ambayo tunayo tunaitu, tunatoa tulianza. mm -hmm. katika kuhakikisha kwamba wale waingilisi wanaofanya vizuri, mm -hmm. tunawapa vitendea kazi e, kwa mfano tu mwaka jana mm -hmm. mwaka huu tuliomaliza kuna waingilisi wamefanya vizuri sana. Najua mwingilisi anafanya kazi kwa kutumia miguu tu, ana chombo mm, wanatembea tu miguu lakini anauza milioni mia moja. Fikiria vipi, mm -hmm. kama ungempatia gari angefanya vizuri zaidi mm. Kwa hiyo mpango mmoja mm, wapo ulioko katika idara ni kuhakikisha kwamba ni kuwapa kwa mm, kwa motisha vitendea kazi kompyuta mm -hmm, simu mm -hmm, nzuri za kazi mm -hmm, ni moja ya motisha ambayo tunao na tutaendelea nao katika wakati wao tunaokuja mm -hmm, kwa wainjilisti wanaofanya vizuri mm -hmm. Lakini pengine aa, kubwa lingine ni kuendelea kujenga ile ch chuo chetu kule mm. kunatakiwa kuwe kuzuri, kuwe tuwe na tuwe na accommodation facilities mm -hmm. tuwe na facilities za kufundishia mm -hmm. ili ya kwamba tuchukue namba kubwa ya wanafunzi mm -hmm. lakini pia ikiwezekana kwa msimu wote mm -hmm. tusiwe tuna muda fulani ambao tunafanya kwa sababu ya kupungukiwa ambao kwa kipindi hiki mnafanya mara moja kwa mwaka, ambao kwa kipindi cha saa tunafanya mara moja kwa mwaka mm. kwa sababu ya kupungukiwa kwanza nguvu mm. ya kuendeshaji mm. lakini kama plani ilivyo ni mm -hmm. kwamba tufike mahali ambapo kinakuwa yes. ni chuo wakati wote tunakuwa na kozi zinaendeshwa za Kiingereza moja kwa moja. Mchungaji, mimi ni kushukuru sana sana, mm. sana, kwa namna ya pekee, kwa namna ambavyo umetupitisha kuifahamu idara hii. nina yes. hakika kabisa kwamba mtazamaji Ulivyo uh, sasa sivyo ulivyokuwa kabla hujakutana na mimi. Pamoja na mchungaji katika kipindi hiki mm. ametueleza mambo mengi ya muhimu, tumeifahamu idara hii, tumeona ambavyo inafanya kazi. Imebaki kwangu mimi na wewe kuhakikisha tunakuwa sehemu ya utume, kushikana mikono na kundi hili kubwa la idara ya huduma za uchapishaji yes. kuhakikisha tunasongesha mbele kazi ya Mungu kupitia ununuzi wa machapisho, lakini pia kusoma zaidi ya yote kuomba pamoja kwa bidii. Pasta, tunafika mwisho hapa, na Bwana akubariki sana, sana. Ni kutakie majukumu mema kwa nyakati zinazoendelea na yale yote ambayo ni malengo, Bwana akawatendee na kuyatimiza kwa utukufu wa jina lake. Asante sana, nami nashukuru sana kwa uratibu wa midia hii mm. naamini kupitia katika midia hii habari hizi zitafika kwa wasikilizaji na watazamaji mm na tuendelee na ushirikiano huo hivyo Ameen. Ndivyo idara zinavyoshirikiana na kazi ya Mungu inasonga mbele. Asante sana, amina, na ninakukaribisha sasa utufungie kipindi chetu kwa ombe. Tuombe. Baba mwema, Mungu wetu wa mbinguni, Mungu mwenyezi, tunakushukuru, tunakushukuru kwamba katika mpango wa kanisa lako la utume ulileta idara ya huduma za uchapishaji na kwa uchache tumeona namna ambavyo umetumia idara hii kufikia maelfu na mamilioni ya watu duniani, mm. kupitia machapisho. Tunaomba Mungu wetu uendelee kufanya hivyo, uendelee kusaidia waya wainjilisi wa vitabu wanaohusika kwa karibu na makundi yote, nyumba yetu ya uchapishaji, seminari zetu mm. nyumba zetu za usambazaji, kila mwanatimu na hata washiriki wote wa kanisa hili mm. wote, ukatuunganishe pamoja na kazi hii ikafanyike kwa spidi kubwa zaidi na hatimaye Yesu Kristo urudi kuja kulichukua kanisa lako. Hmm. Tubariki sasa tunapohitimisha kupitia jina lako tukufu Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen. Bwana akubariki sana pasta. Asante ah, sana. Na mtazamaji, tumefika mwisho hivi na imani yangu imebarikiwa. Mimi sina la ziada. Ninaitwa Sporam Selimolon Talima. Nimekuwa naye mchungaji Robi John Nyibago urugenzi wa idara ya huduma za uchapishaji hapa Union Mission ya Kusini mwa Tanzania. Shukrani kwa Daniel Mbonea ambaye amekuwa nyuma ya kamera kwa kuhakikisha maandalizi ya vipindi hivi yanafanikiwa kwa uhakika. Ni kutakia utazamaji mwema wa vipindi vyote vinavyoendelea, na Bwana akubariki. Panapo majaliwa, tukutane tena juma lijalo, siku na muda kama leo.